Na kuna angalizo katika salamu. Kuna makosa yanafanyika katika salamu, watu wengine sijui kwa sababu ya wanakuwa na haraka au vipi, uta, uta, utasikia mtu ana samaleku. Sasa samaleku hii si salamu ya Kiislamu. Samaleku, samaleku hizi ni, ni salamu za kikafiri. Samaleku. Sawa kwa hapa, tunatoa angalizo kwa Waislamu, unapotoa salamu usiwe na haraka. Hii ni ibada. Kwanza ujue kwamba unapotoa salamu kumsalimia mwenzako ni ibada, kwa hivyo lazima kama ibada uifanye kufata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa usijifanye uko busy mpaka kushinda kutamka salamu vile inavyotakiwa, ukasema salamu aleiku la na wewe ukisalimiwa samaleku, usiitiki. Kwa sababu ukiitika maana yake umekubali dua mbaya. Samaleku maana yake umauti ukufike, ufe wewe, sawa. Samaleku na hii ndio makafiri walikuwa wakimsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wakija kwake Mtume alayhi salamu, wanamwambiaje?

Sasa inatakiwa watu kutanabahi sana, watu wazinduke, sio sama aleikum au samaleikum, la, assalamu aleikum. Hiyo ndio salamu ya Kiislamu na ndio salamu ya kisheria na sio sama aleikum, eh, sama aleikum, la, wako watu wanasalimia hivyo. Kwa hiyo, watu tuwe makini sana na ibada hii ya salamu.